Mhi min lshaitani rajim bismllah rrahmani rahim thuma salatu wassalamu ala ashraf almursalin wa wala alihi wasahbih lajmacin Rabbi rabishrahli sadri wa yassir li amri wahlu wa luqdatan min lisani yfqahu qauli aama bacd. assalamu alikum warahmatullahi wabarakatu. Dada zanke katika iman, tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu umuhimu wa tabia ya kujitolea na athari zake katika Uislamu. Dada zangu katika imani, kujitolea maana yake ni kwamba mtu anapaswa ku, kutanguliza yani, mahitaji ya wengine kuliko mahitaji ya mtu binafsi, hata ikiwa mtu binafsi mwenyewe ni mhitaji wa kile anachotoa. Anaweza dada zangu katika imani, kuwa na njaa ili kulisha wengine na anaweza kuwa na kiu ili kunywesha wengine na kadhalika. Dada zangu katika imani, ubinafsi ni kinyume cha kujitolea, kwani unahusiana na kujipenda, unahusiana na uchoyo, unahusiana na ubakhili, unahusiana na ubadhirifu, unahusiana na kujiona na kadhalika, unahusiana na maovu mengine Yani ya, ma, ya kimaadili. Dada zangu katika imani, sifa ya kujitolea katika mambo ya khair ni kanuni adhim katika Uislamu na imesifiwa sana katika Quran na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu kadhaa. Dada zangu katika imani, mwanachuoni Al Jurjan yani Allah amrehemu, amesema katika kufafanua maana ya kujitolea kuwa yani katika kuelezea maana ya kujitolea kuwa kujitolea ni sifa eh, ni yani ni, ya, ku, kuwa, ni sifa ya kutanguliza wengine au kuwatanguliza wengine katika yani kuwanufaisha, kuwatetea na ndio daraja la juu zaidi ya undugu. Kadhalika pia eh, mwanachuoni E, Ibn Taymiyyah rahimahullah, yani Allah mrehemu, yani ameelezea kuhusu sifa ya kujitolea kuwa kujitolea ni, ni kuwapendelea wengine kheri lita ya mahitaji yao wenyewe, na ni bora zaidi kuliko kutoa swadaka kwa mapenzi tu, kwani si kila mtoaji ni mwenye upendo na upendeleo, na wala sio kila yani mtoaji anatosheka na haja yake. Kwa, yani, yani upendo usio na mipaka, dada zangu katika imani, katika mifano, yani mfano wa ubora usiokuwa na ubinafsi. Yani, tunaangazia dada zangu katika imani safari iliyobarikiwa ya Hijra ya Mtume salallahu alaihi wasallam ambapo sahaba Ali radiallahu anhu ambaye alimpendelea au alimfadhilisha Mtume salallahu alehi wasallam akajitolea maisha yake katika kitanda cha Mtume salallahu alehi wasallam kwa ajili yake, alilala kitandani mwa Mtume salallahu alehi wasallam licha ya kujua kwamba macho yalikuwa yakimtazama na yani na, na panga zikimtafuta. Haya dada zangu katika imani yamethibitishwa kutoka kwa ibni abbas eh, radiallahu anhu katika hadithi yani iliyosimuliwa katika musnad ya Imamu Ahmad kuwa Ali radiallahu anhu alilala kwenye kitanda cha mtume sallallahu alayhi wasallam usiku huo, na mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka mpaka akafika pangoni na hapo yani fadhila ya kutokuwa na ubinafsi ulidhihirika katika Hijra hiyo iliyobarikiwa kupitia kwa Abubakar Siddik radhiallahu anhu, ambaye yani walipofika pangoni akaingia humo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akihofea kutokea jambo baya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo kumtanguliza Mtume wa Allah subhanahu wataala kuliko nini, kuliko nafsi yake. Haya yani yanapatikana katika Musnadi ya Imamu Ahmad, dada zangu katika imani, kutokuwa na ubinafsi, yaani kujitolea, kuna faida o oh, sifa ya kujitolea kuna faida kubwa na matunda matukufu ikiwa ni pamoja na, yani kujumuisha namba ya kwanza, faida ya kwanza na matunda yake ni kuwa mwenye kujitolea au mwenye sifa hii ya kujitolea, yani hujumuishwa miongoni mwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu kwa kujitolea kwao na kuwafanya kuwa miongoni mwa wenye kufaulu. Na jambo la pili, kadhalika katika faida kubwa na matunda ya tabia hii ya kujitolea ni kutokuwa kutokuwa na ubinafsi, ni, yani kutokuwa na binafsi ni njia ya upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotukuka. Na katika faida ya tatu ya tabia hii au ya sifa hii ya kujitolea na matunda yake matukufu ni kutoku, yani, ni dalili ya kufikia nini I, yani kufikia yani, E, yani imani kamilifu, dada zangu katika imani. Na sifa ya ine au faida ya ine ya sifa hii ya kujitolea eh, dada zangu katika imani na, na, na, na kanuni yake ni kufuata mwenye kujitolea yani, hufuata yani, mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na faida ya tano au matunda ya tano inapatikana katika sifa hii ya kujitolea ni kwamba mtu asiye na ubinafsi huvuna matunda ya kujinyima hapa duniani kabla ya akhera. Ya dada zangu katika imani, na ni mapenzi na sifa za watu yani, hupata mapenzi na sifa za watu duniani kabla ya akhira. Pia huvuna matunda ya ubinafsi baada ya kifo kupitia sifa nzuri na urithi mzuri wa pepo. Dada zangu katika iman, kadhalika, faida ya sita ambayo kwamba hupatikana katika sifa hii ya kujitolea na matunda yake ni kwamba kutokuwa na ubinafsi umpelekea mtu mwenye maadili mema na sifa nzuri kama vile rehma, upendo kwa wengine na kuwanufaisha watu pia, inawaepusha na tabia mbaya kama vile ubakhili, ubinafsi, uchoyo na mengineo. Na dada zangu katika iman, faida ya saba um, ya tabia hii ya mwenye tabia hii ya um, ya, ya, ya, ya kujitolea ni, ni kwamba yani kutokuwa na ubinafsi huleta baraka katika riziki na huleta ushirikiano na huleta husababisha pia kusaidiana na mapenzi baina ya watu katika jamii, ambazo ni nguzo muhimu katika jamii. Dada zangu katika imani, muhimu zaidi kuhusiana na kujitolea, sifa hii ya kujitolea ambao unahusiana na Allah Subhanahu wa Taala ni kwamba sifa hii ya kujitolea au kufa, yaani, upelekea yaani mja um, um, mwenye tabia hii kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala kuliko radhi za wengine, na humpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko upendo wa wengine, na hupendelea hofu yake na matumaini kuliko hofu na matumaini ya wengine, na hupendelea kadhalika unyenyekevu, upole, dua na kujipendekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine wote. Aina hii dada zangu, katika imani ya kujitolea, ina dalili kwamba mtu hufanya kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anachokipenda na kujiepusha na yale amba ya Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na kuyakataza hata kama yana yanapendwa yana na mtu binafsi, dada zangu katika imani. Kadhalika, dada zangu katika imani, sifa hii mashuhuri e, zaidi ya ya kujitolea kwa Answar ilikuwa ni sifa kadhalika ya Maanswar, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa, wa, wa, wa, ambao walikuwa ni wakaazi wa, wa Madina. Sifa hii yani, nitasema mashuhuri zaidi ya kujitolea kwa, kwa Maanswar ambao walikuwa kadhalika, Allah warehemu Maanswar wa Madina, ilikuwa ni kutokuwa na ubinafsi kwao au Maanswar wa Madina Uh, ambao walimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, yani walikuwa na sifa hii tukufu ya kutokuwa na ubinafsi kwao, ambapo o ambako kulikuwa na kunawatofautisha hao maanswara wa Madina na na wengine wote. Kutokuwa na ubinafsi aazang katika imani kunamaanisha kutoa, yani kutoa kuwapendelea wengine na kuwatanguliza, na ni yani ukarimu uliokamili kabisa, ambao ni pale mtu anapo yani, anapomtanguliza au anapowatanguliza wengine kwa vitu ambavyo yani, yani anavipenda zaidi kama vile mali na kadhalika na kuwapa wengine hata pale anapohitaji au hata wakati ana shida na ufukara. Hili yani, dada zangu katika imani, linaweza tu kutoka kwa tabia njema. Sifa hii inaweza toka tu kwa tabia njema na upendo kwa Allah subhanahu wataala, yani unaochukua nafasi ya kwanza kuliko upendo wa matamanio na raha za, za nafsi. Allah subhanahu wataala dada zangu katika imani amewasifu Maanswar yn yani, uh, radiyallahu anhum na kwa kusema kama ilivyokuja katika Quran suratu Alhashr aya ya tisa kwa kujitolea kwao na kuwapokea Muhajirin wale waliogura kutoka Makka kwenda Madina. Allah subhanahu wa taala amewasifu katika Qur'an katika aya hii ya Surat Alhashr aya ya tisa, anasema Allah subhanahu wa taala, bada audhu billahi min alshaitani rajim walladhina

waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na muhajirina waliogura au waliohama kutoka Maka, ambao yani, yani wa, ambao waligura hadi kwenda Madina kat, wakawacha nyumba zao wakawacha, na, na imani zao ikawa safi kabisa kabla ya kufika muhajirini, yani wale maanswar wa Madina, imani zao zilikuwa safi na imani yao ilikuwa yani safi kabisa, kabla ya kufika wale muhajirini yani wanawapenda wale wageni muhajirini, Waislamu Waislamu waliohama kwao, na wala hawahisi ubaya wowote katika nafsi zao kwa walio yani walichopewa muhajirini. Walitoa kila vile vyote walivyokuwa navyo hao maanswar kuwa kuwapa muhajirin waliotoka Madina na nafsi zao zikiwa zina, zina utulivu zikiwa zina upendo zikiwa zina imani. Dada zangu, katika imani kutoka kwa. Kadhalika, Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kuwa mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mtume wa Allah, mimi nina shida bas, akatuma ujumbe kwa wake zake lakini hakupata kitu chochote kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala rajulun yudayifu hadhihi al-lailata yarhamuhullah, yani je, hakuna mtu atakaye yani atakayemkaribisha usiku huu mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pate kumrehemu. Akasimama mtu mmoja kutoka kwa Answar na kusema Ninataka mimi kuwakaribisha, ewe mtume wa Allah. Basi akaenda kwa familia yake na kumwambia mkewe, yupo mgeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usim usimnyime chochote. Akasema mkewe kumwambia mumewe, wallahi, sina chochote ila chakula cha watoto. Akasema yule mume kumwambia mkewe, basi watoto watakapotaka yani chakula cha jioni, wawekeni usingizini na kisha mzime taa, nasi tutakuwa na njaa usiku wa leo. Na katika riwaya, riwaya nyingine yani kisha akainuka kana kwamba alikuwa akitengeneza nini taa yake na kuizima kwa hivyo yani akajifanya kula na wakalala njaa kisha mtu yani mgeni huyo akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, Allah subhanahu wataala alistaajabu fulani na fulani. kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya tisa katika Suratul Hashir, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa na wanawatanguliza wengine badala ya nafsi zao ijapokuwa wao ni wenye mahitaji makubwa. Haya, dada zangu katika imani, imepokewa na Imam Al Bukhari, dada zangu katika imani, kutoka pia kwa Ibnu Umar radillahu anhu, amesema, yani kichwa cha kondoo alipewa mmoja wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema, ndugu yangu fulani fulani na familia yake wana uhitaji zaidi wa haya kuliko sisi, basi akampelekea. Yani iliendelea kutumwa kichwa hicho cha kondoo kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine, hadi ikapita kwa watu saba na mwisho ikarudi kwa mtu wa kwanza. Ndiposa ikateremshwa aya hiyo hiyo tena katika Suratul Hashr aya ya aya ya tisa. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa, na wanawatanguliza wengine badala ya nafsi zao ijapokuwa wao ni wenye mahitaji makubwa. Dada zangu katika imani, amesema Abdurrahman bin Auf, sahaba Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu kuwa tulipofika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka, yani fungamano ya undugu baina yangu na Saad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Saad bin Ar-Rabi' akasema, mimi ndiye tajiri zaidi wa Answar, kwa hivyo nitakupa nusu ya mali yangu. Chagua mke wangu yupi, yani unayempenda, nami nitamtoa kwa ajili yako. Muda, yani muda wake wa kusubiri Eda, yani ya talaka, yani ukaisha o, ukiisha. Akamwambia, mimi chagua mke yeyote unayemtaka na muda wake wa kusubiri katika eda ya talaka, yani ukiisha unaweza kumwoa. Akamwambia Abdurrahman bin Auf, Mungu akubariki katika familia yako na mali yako. Haya yamepokewa na Imamu Al-Bukhari. Dada zangu katika imani, picha hii ya ukweli inaangazia sifa bainifu muhimu zaidi za Answar radhiallahu anhum, ambao wali wa, yani walitofautishwa na sifa Zili, zilizo yani fikia upeo wa macho. Hakika historia nzima ya wanadamu haijajua tukio la pamoja kama tukio la Answari kuwapokea Muhajirin. Hii ilikuwa ni katika historia kubwa, historia ya Uislamu. Walipopokea kwa upendo na ukarimu hawa maanswari ma, ma, ma, ma Muhajirin kutoka Maka kwa kutoa ukarimu kwa ushirikiano wao wa kujitolea kwa hari na mali dada zangu katika imani, sifa mashuhuri ambao Answar radhiallahu anhum walikuwa naye, tofauti na watu wengine, ilikuwa ni kutokuwa na ubinafsi. Sifa hii dada zangu katika imani ilikuwa ni sifa ya yani, na matokeo ya hali ya juu yani yaliyofikiwa na Answar kwa namna ambayo ubinadamu haujawahi kushuhudia hapo kabla, hata kama baadhi ya wale waliofuata mfano wao yani, waliofikia baada yao, Allah awarehemu maanswar wa Madina, dada zangu katika imani, kitendo hiki kitukufu na ukarimu mkubwa ambao kunaweza hata kinaweza kusabab... yani, kinaweza hata kusababisha kifo cha mtu yani kimenukuliwa na Uislamu o kume yani tunukiwa na Uislamu ujira mkubwa na cheo cha juu, dada zangu katika imani. Imepokewa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, amesema alinijia: mwanamke maskini akiwa amebeba watoto wake wa kike wawili, nikampa tende tatu, akampa kila binti yake tende moja, na kainua ya tatu mdomoni ili aile, mabinti zake wakamwambia, akaigawanya baina yao tende ambayo alikuwa anakaribia kula. Hali yake dada zangu katika iman, basi yani, hali yake basi datazana katika iman basi yani, ni kataja aliyomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kisa hicho yani akasema inna Allaha ka, kad aujaba laha eh, biha aljanna au A atakaha biha min annar, akasema Mtume katika kisa hicho cha mwanamke huyu, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yani amemfa, fa, faradhishia pepo kwa ajili yake au amemweka huru na moto kwa ajili yake. Haya yamepokewa na Imam al Muslim, dada zangu katika iman, Hudhaifa al-Adawi kadhalika alisimulia kwa siku ya vita vya Yarmouk. Nilitoka kwenda kumtafuta binamu yangu nikiwa nimebeba chombo cha maji, nikawa yani, nikawaza sana kama bado anapumua yuhai, yani nikampa, nikampa maji na yani nikampa, nikampanguza uso wake kumpa maji kabla hajaanywa na nikampanguza uso wake aka akaniashiria nimpelekee maji Hisham ibn al As, ndugu yake Amru ibn al As. Basi nikaenda kwake huyu Hisham eh, na kumwambia, je nikupe maji? Kisha mwingine akasiki, yani akasikia akasema ah Hisham akaashiria nimpelekee huyo mwingine maji. Nikaenda kwa huyo mwingine nikakuta amekufa. Nikarudi kwa binamu yangu nikamkuta kadhalika amefariki. Dada zangu katika ima, iman, haya yamesimuliwa na Albaihaqi katika kitabu cha Shu'ab al-Iman. Dada zangu katika iman, watu waliendelea kuifuata tabia hii ya kujitolea kwa ajili ya Allah, ikawa ni sifa ya umma wa Kiislamu, yani iliyopitishwa kutoka kwa kizazi hadi kizazi, haswa wakati wa matatizo, wakati wa haja, na katika siku za hofu na katika siku za njaa kali. Imam Al-Ghazali dada zangu katika imani allah amrehemu amesema hakuna daraja la juu zaidi la ukarimu kuliko sifa hii, katika, kuliko daraja ya sifa hii ya ya kujitolea dada zangu katika imani na maadili haya mema yasinge yaani, ya yasingekuwa na ongezeko katika taifa la mtume sallallahu alaihi wasallam asingeyaweka maadili haya mema katika kauli na matendo yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuipate maadili haya ya kujitolea na kuwapendelea wengine zaidi ya tunavyopendelea nafsi zetu. Shukran jazila wa barakallahu fikum.